Karibu katika mwendelezo wa darasa za somo la aqida na tawhidi e, katika kitabu cha khudha aqidataka min alkitabi waassunna, tuko ukurasa nambari 26, darasa nambari 55, katika unwani inayosema: hal nuqaddimu qawlan ala qawli llahi wa rasulihi, je tutangulize kauli yoyote, yani ya yeyote juu ya kauli ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla na mtume sallallahu alayhi wasallama? Au akishasema option nyingine, akishasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa rasula wa rasuluhu, hakuna, kute, hakuna tena kauli nyingine, yaani kauli zote zinafutwa, inabakia kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume sallallahu alayhi wasallama. Je, kuna nafasi hiyo na kuna mwanya huo? Anasema la nuqaddimu qawlan ala qawli llahi wa rasulihi tusitangulize kauli yoyote juu ya kauli ya Allah na mtumewe salallahu alaihi wasallama. Yaani hii ni jawabu ya kimantiki na ni jawabu ya kiakili eee, kama wewe ni unaleta hoja ya sayansi. Mwenyezi Mungu azza wa jalla ni ananini, ndiye aliumba sayansi. Mwenyezi Mungu azza wa jalla anaijua sayansi, yeye ndiye ambaye amewafundisha wanadamu sayansi na ilmu zote E, allama linsana ma lam yalam, yeye ndiye ambaye amewafundisha wanadamu ilmu zote walizonazo, ambazo hawakuwa nazo, hawakuwa wakizijua kabla. Mwenyezimungu azza wajalla, khalaqa linsana allamahu lbayan, Mwenyezimungu subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu akampa ilmu na akamfundisha kufu, kubainisha mambo. Kwa hivyo asili ya ilmu zote ni Mwenyezimungu subhanahu wa taala, na ikawa katika majina yake ni alalimu, ni mjuzi mwenye ilmu. Hata wanawachuoni wakitaja, nini, wakitaja sharafu na utukufu wa ilmu wanasema Mwenyezi Mungu azza wa jalla ishtaqa min alilmi ismahu alalim, ametoa kutoka katika wasifu wa ilmu akajiita yeye ni alim mwenye ilmu yani mjuzi eee, kwa hivyo asilete mtu hoja yoyote kwa, kwa anayoita ni ya kiilmu ikiwa inapingana na, na Qur'ani na hadithi haitakuwa ilmu, hiyo itakuwa ni takataka na itakuwa ni, ni kufuru yani. Tukishakuwa tumehakiki kwamba hii ni dini, kwa sababu wakati mwingine watu wanaweza wakalazimisha haya ni mafundisho ya dini, wakati wao wameyaelewa vibaya. Lakini kama ni mafundisho ya dini yameeleweka kiusahihi, haiwezi kuwa usahihi kinyume chake. Kwa mfano, zamani, wala si zamani sana, miaka ya nyuma hapa E, tukiambiwa kwamba mwanadamu ametokana na manyani, na Qurani e, imesema mwanadamu ametokana na udongo, mwanadamu wa kwanza e, na akamuumba Mwenyezi Mungu wazojala mkewe Adam kutokana na Adam, na wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, wakazaliwa kutokana na Adamu na, na Hawa watu wengi. Kwa hivyo watu hawakutokana na manyani. Kwa hivyo hizo elimu zote zinazosema mwanadamu ametokana na manyani hazina maana. Baadaye wameenda wamethibitisha kwamba hicho kinachosema kutokana na manyani ni jambo la pingana sana na na na sayansi, ni jambo bovu yani, sababu mwanadamu kama ametokana na manyani angekuwa anaendelea kuzaliwa hivyo hivyo nyani. E, jambo lingine ni suala la washamsu tajiri, jua linatembea na linajiri, na wale waliojiita wanasayansi au wanasayansi kwa wakati ule uelewa wao ulisema kinyume na Qur'ani. Waislamu wakaendelea kushikilia msimamo wa Qur'ani na hatimaye wamegundua kwamba ni kama ilivyosema Qur'ani. Kwa hivyo ni ni taaluma zote e, yani, kipimo cha kwamba e, watu wamezielewa vibaya e, uelewa wao hauku, haukugota katika viwango sahihi ni kuwa hizo taaluma zipingane na dalili ya wazi maanake, <coughs> wakati mwingine dalili haiko wazi kama. Yani, kwa hivyo tunaweza tukasema imepingana na dalili, kumbe kiuhakika ikupingana. Lakini kama dalili iko wazi, ikasema masala kwa lugha ya wazi, na pengine kwa lugha ya kukariri maeneo tofauti tofauti, hatuna mjadala tena. E, sawasawa elimu hiyo inagongana na aya ama inagongana na hadithi ya Bwana Mtume Muhammad, sallallahu alaihi wasallama. Kwa hivyo hiyo e, nini hiyo, ni sehemu au mtu akaja akasema nimekwisha kufanya utafiti, kuna madhara makubwa Wanaume kuoa wanawake wengi hatutakubali hiyo, hiyo kauli qat'an. la nuqaddimu qawla ahadin ala qawli llahi wa rasuli, hatutangulizi kauli ya yeyote juu ya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alayhi wasallam. Tusome katika kitabu, anasema e, hal nuqaddimu qawlan ala qawli llahi wa rasuli, anasema aljawabu, la nuqaddimu qawlan, hatutangulizi kauli yoyote ala qawli llahi wa rasulihi juu ya kauli ya Allah na mtumewe. Likaulihi taala, kwa kauli yake Mwenyezi Mungu azza wa jalla, ya ayuha alladhina amanu la tuqaddimu baina yadai Allahi wa rasuli, enye ambao mmeamini msitangulize mbele ya Allah na mtume, msitangulize kitu kingine, vitu vyote viwe nyuma na kauli ya Allah na mtume ziwe mbele. E, hii ni aya katika surati Alhujurat, e, aya ya kwanza. Uh, qawlihi sallallahu alayhi wa li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam na qawli yake mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, hakuna kumtii kiumbe katika uh, kumwasi muumba. Hili ni jambo la kimantiki sana, yani yani, sisi tumeumbwa na Mwenyezi Mungu azza jalla na wengine wasiokuwa sisi, uh, wao pia ni viumbe kama sisi sisi na wao muumba wetu ni Allah. Alafu inakuwaje sena baadhi yetu wawe wana kauli juu ya baadhi ya wenz, juu ya wenzao kuliko kauli ya yule ambaye ametuumba sisi wote? Kwa hivyo la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, hakuna kumtii kiumbe ikiwa ameleta amri na inayomuasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sahihun rawahu At-Tabarani, au At-Tabarani, hadithi imepokelewa na al-imamu At-Tabarani rahimahullah na Ibnu Abasi radhiyallahu anhu katika masahaba ee. na Qurani imetuamrisha kufuata misimamo na mafumu ya dini kutoka kwa masahaba Ibnu Abasi anasema akhsha an tunazzala alaykum hijaratu minas samaa. Anamwambia wenzake ninaogopea kwamba munaweza mkateremshiwajiwe kutoka mbinguni, aqulu lakum, ninakwambieni qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kadha na kadha, watakuluna qala Abu Bakar wa Umar, na mnasema, akasema Abu Bakar na Umar. Angalia hata kauli ya Abu Bakar na Umar na taba na Abu Bakar na Umar, hawezi kusema kinyume na alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini baadhi ya mafundisho ya mtume anaweza kuwa ameyasikia Abasi, hakuyasikia Abu Bakari, au anaweza kuwa ameyasikia Abu Bakari, hakuyasikia Abasi. Hii mifano katika hadithi za mtume iko mingi, kwa hivyo inaweza kuwa Abu Bakari alisema neno kwa kuwa hakujua kwamba kuna kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika neno hilo. Kwa hivyo, Abbas anamwambia, Mtume akasema hivi na hivi, mimi nimemsikia wao wanasema, lakini Abu Bakari na Umar wamesema hivi na hivi. Akasema, angalia nafasi ya Abu Bakari na Umar katika al-Khulafa ar-Rashidun ambao tumeambiwa tufuate nyenendo zao. Hatukuambiwa tufuate nyenendo zao wao kama wao, tumeambiwa tufuate nyenendo zao za, kwa sababu nyenendo zao zinatokana na ndio ndio zao la mwenendo au maelekezo ya Qur'ani na hadithi. Kwa hivyo ndio maana mafumu hii iko katika akili za masahaba. Ndio maana hapa angalia, anasema ninakuambieni Allah nini qala Allah nini qala Allah, ninakuambieni kasema Allah watakuluna na nyinyi mnasema qala Abu Bakar wa Umar, amesema Abu Bakar na Umar e. Kwa hivyo haitangulizi kauli ya yote juu ya kauli ya nani juu ya kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Allahu jalla wa ala. E, kisha kuna unwani hapa inasema madha nafalu idha ikhtalafna, tunafanya nini pale ambapo tunakhtilafiana? Hii ni maudhui na alaka na mafungamano na maudhui iliyotangulia. E, tukikhtilafiana sisi, sisi kwa sisi tukikhtilafiana, yatakika, yatakikana e, tusuluhishwe au tutatue ugomvi wetu. Kwa, kwa kuwa narejea kwa kifupi hapa, anasema anasema naudu ila lkitabi waassunna, tunarudi katika kitabu na assunna asahiha zilizo sahihi. Qala Allahu taala, Mwenyezi Mungu anasema qul. E, Mwenyezimungu azza wajalla anasema fain tanazatum fi shay'in, ikiwa mme e, kinzana, angalia tanazatum, nizaa ni utesi na ugomvi na mivutano, ikiwa mme mmeteta am au mmevutana fi shay'in katika jambo lolote, ngalia hii garanti, katika jambo lolote farudduhu ila llahi wa rasuli, jambo hilo lirudisheni kwa Allah na mtumewe, yaani katika Qorani na katika mafundisho ya mtume kuna jawabu. In kuntum tuuminuna billahi wal yawmil akhir, ikiwa mnamwamini Mwenyezi Mungu azza wa jalla na siku ya mwisho Yani, kama nyinyi ni waumini fanyeni hivi, kama sio waumini basi fanyeni kipagani, lakini kama, kama ni waumini mtarudi. Kwa hivyo aya hii na maneno makali kwamba wale wanaosemaga uh, kwenye hili bwana, tutatatua wenyewe, wategemea mabongo yao. Kuna kuna wanawazee wao wanawaamini, wanawaona wanabusara, wanaweza kusema mambo ya msingi, hakuna haja ya kuwaita watu ambao wamebeba hiyo kala Allahu wa kala Rasul Hawa watu wametoka katika sifa ya kuwa ni waumini, kwa sababu Allah amesema mtafanya hivyo, in kuntum mu'mini in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kiwa mnamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Ina maana, kwa nini siku ya mwisho hapa imeingia? E, vile tunavo tunavoitatua mishkeli yetu, tukiitatua kidini, tutahukumiwa mbele ya Mwenyezimungu azza wa jalla kwa hukumu ya thawabu Tukihukumu kipaganiki vyetu vyetu tukaacha hukumu ya dini, tutahukumiwa mbele ya mwenyezi mungu azza wajalla kwa kupewa adhabu. Ndio maana akasema, kama mnamwamini mwenyezi mungu, mtatue ugomvi wenu kwa qala llahu qala rasul. Kama hamumwamini mwenyezi mungu, ndio mtatatua nje ya hiyo qala llahu wa rasul. in kuntum tuuminuna billahi wal yawmil akhiri. Akasema dhalika khairun wa ahsanu tawila huo ndio ufumbuzi mzuri zaidi, ilo la kurudi kwa Allah na mtume ni zuri sana, na ni ufumbuzi ulio mzuri sana hii. Lakini inahitajia watu ambao wanamkubali wanaikubali Qurani, wanakubali hadithi za bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, na inakuwa ni rahisi sana na uwezekano wa kutatua ugomvi kwa watu wanaokubali ile marje rejea e, inakuwa ni rahisi sana. Ama ukienda kuwasuluhisha watu yani, wana mambo yao kichwani wamemezeshwa sijui na, yani hawana dira, wako tu Allah amesema, ya amahu na wana manga manga e, huyu anajenga hoja hii na huyu anajenga hoja hii. Hakuna hoja iliyoko juu ya hizi hoja ambayo ni Qur'an na hadithi. Kwa watu hawa ni mushkili mkubwa sana. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na mtume akasema, alaikum bisunati, wa sunati, wa bi sunnati wa sunnati alkhulafa'ir rashidin tamassaku biha, shikamaneni na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa. Kwa hivyo tuta Tuta, tuta, eh, tukiwa tumeteta tutaenda kwenye Qur'ani, tutaenda kwenye hadithi, tutaenda kwa masahaba bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hivi vyote vitatu ni kitu kimoja, lakini eh, hadithi zinafafanua Qur'ani na maneno ya masahaba yanafafanua Qur'ani na hadithi za mtume sallallahu alaihi alaihi wasallam. Eh, tutakutana katika unwani inayosema kaifa nuhibu llaha wa rasulahu.